Tunakwenda sasa kwenye ngazi ya rufaa moja, ni mnazi moja. Tumeambiwa hapa 27 e, Juni tutakuwa tumekabidhiwa. Hii si mbali eh, baada ya mwaka mmoja na nusu hivi, tutakuwa tumepata hospitali mpya ya kisasa yenye zana za kisasa, na kwa kweli tutatafuta utaalamu wa uendeshaji wa kisasa ili huduma zote ambazo tunapeleka wagonjwa nje kwa sasa ziweze kufanyika hapa tutafanya matibabu ya moyo hapa hapa Zanzibar, tutafanya matibabu ya ubongo na, na uti wa mgongo hapa hapa Zanzibar, tutafanya matibabu yale yote ambayo kwa sasa tunalazimika kupeleka watu nje ya nchi, na hii ni mwanzo tu. Amesema hapa waziri kwamba yeye anasema asiseme ataonekana muongo. Mimi ninasema kuna hospitali mbili kubwa zaidi ya hii za kisasa amba, moja ni ni, ni specialized hospital. Hiyo ni hospital ya saratani, hospitali ya kensa. Leo kama kuna maradhi yanayotuathiri zaidi hapa Zanzibar, ukiacha ya moyo, ubongo, mifupa, ni kensa. Sasa tumesema hakuna haja ya kuendelea kuwasafirisha watu, gharama ni kubwa Tujenge hospitali ya kisasa state of the art hospital, cancer hospital. <coughs> Hiyo nayo inakuja na tu, kwa kweli hiyo itakuwa hakuna haja tena ya kwenda popote, ni hapa. Oktoba tunatiki. <coughs>